Katika hali isiyokuwa kawaida leo, Alhamis Machi 27, 2025 waandishi wa habari wamezuiliwa kutimiza majukumu yao ya kawaida kwa kukatazwa kupiga picha wakati wa watuhumiwa wa kesi ya mauaji walivyokuwa wakifikishwa kwenye Mahakama ya Hakimu Mkazi Ruvuma, iliyopo Songea. E, 27, mwezi Machi mwaka 2025 Mahakama ya Hakimu Mkazi Songea ilikuwa imeita kesi ya jinai pia namba 23213 ya mwaka 2024 kwa ajili ya hatua ya kufanya committal proceedings. Committal proceedings ni mwenendo wa, wa kesi ya jinai ambayo ina wapeleka washtakiwa wa, wa mauaji kwenda kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, kwa sababu mashtaka ya mauaji huwa hayasikilizwi na mahakama za hakimu mkazi au mahakama ya wilaya na hatua hii leo ilikuwa inakuja baada ya upande wa jamhuri kueleza mahakamani kwamba upelelezi ulikwisha kamilika, na kama ulivyo utaratibu wa kisheria ni kwamba upelelezi ukisha kamilika, hakupaswi kuwa na kisingizio chochote kile kwenye mahakama ya hakimu mkazi kinachochelewesha hatua nyingine ya usikilizwaji katika mahakama kuu kuweza kufanyika. Sasa kwanza nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka leo, mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP amefanya kazi kubwa sana kukamilisha upelelezi wa kesi hii. Nikumbuko kesi hii inahusisha watu fulani maarufu akiwemo Huseni Juma Kadari na wenzake sita kwa sababu wali walituhumiwa kumuua marehemu Marwa Masese Senso na John Marwa Masese ambao miili yao ilikutwa kwenye ajali ya gari gari ambayo lilipinduka na wakakutwa wamepoteza uhai. Kwa hiyo ni kesi ambayo inachanganya kidogo kwamba ni traffic case au ni kesi ya mauaji. Lakini kama ambavyo imezoeleka ni kwamba ma... vifo vyovyote ambavyo vinatokea wakati ambapo chombo chochote cha moto kimepata ajali, waliohusika kufanya ajali hiyo aidha kwa uzembe au kwa sababu nyingine yoyote, wanapaswa kuwajibishwa kisheria chini ya sheria ya usalama barabarani, Road Traffic Act ya mwaka sabini na tatu. Sasa kesi hii imekuwa ni kinyume chake, watu wanaambiwa, Marwa Masese Senso na John Marwa Masese wamefariki kwa ajali ya gari, mamlaka za mashtaka ya jinai zinasema hapana, ile sio kesi ya ajali barabarani, bali ni kesi ya mauaji. Sasa ndio maana unaona umati wa watu leo umevutiwa kuja kufuatilia kuona hatua inayokuja, e, baada ya hapa sasa, mkurugenzi wa mashtaka amekamilisha upe, upelelezi. Lakini kwa nini hatukufanya komito hatukufanya komito proceedings leo? Kwa sababu mahakama kuu, mahakama ya Tanzania chini ya jaji mkuu mheshimiwa profesa Ibrahim Juma, mfumo wao wa kusajili information mahakamani ni mbovu, hauwezi kumruhusu DPP kufaili information kwa hiyo watu wanazidi kusota magereza kwa sababu tu mahakama ina mfumo mbovu. Sasa naomba nitumie hadhara hii kumwambia mheshimiwa jaji mkuu na kumuomba sana, natambua maboresho anaoyafanya kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano, aruhusu information kwenye kesi hii ya mauaji ipelekwe, isajiliwe mahakamani kwa njia za kawaida. Kama mtandao unasumbua, tutaonekana ni watu wa ajabu sana. Tunakuhamisha watu kupata haki ambao wamekaa kwenye magereza zaidi ya mwaka mmoja eti kwa sababu mtandao wa mahakama haufanyi kazi, lakini inashangaza kuona mtandao wa mahakama haufanyi kazi Songea tu. Mikoa mingine yote huku kesi zinafailiwa kila siku, watu wanapelekwa mahakamani, kesi zinasikilizwa na hukumu zinatolewa. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa, kabisa. Kama kama hakuna nia mbovu nyuma ya hii kesi tunatarajia tarehe tisa mwezi wanne tutakapokuja hapa tutakuja kufanya komiti. Kesi ya mauaji ya John Marwa Masese na Marwa Masese Senso inawakabili watuhumiwa sita akiwemo Hussein Juma Kadari imekuwa ikigusa hisia za watu wengi, lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida, maafisa wa Jeshi la Polisi waliwazuia wanahabari kutimiza wajibu wao wa msingi wa kupiga picha za kawaida kama wanavyofanya kwenye kesi mbalimbali, hatua ambayo imepingwa na kukemewa vikali na mawakili wa utetezi wakiongozwa na Wakili Peter Madeleka.